Matumaini yetu ni kwamba mpo salama watazamaji wapendwa wa Tumaini Afrika TV popote ambapo mnapatikana. Mida kama hii, acha tuweje tena na habari kamili, habari zilizo safi. Ndogo mtazamaji, tuseme tu ya kwamba majina yangu mimi mtangazaji wako wa kila siku ni Christian Matuma Tumabiri Masumbuko, na katika siku ya leo, ndogo mtazamaji, ambayo ni siku ya tano ya tariki 26 Septemba, mwaka wa 2025 tunakujia na uchambuzi wa habari. Ndugu mtazamaji, ni kwamba mida za jioni milio ya risasi zimesikika ndani la jiji la Uvira, na ilikuwa ni katika milima huko ndani ya Komino ya Mlongwe, ndugu mtazamaji, ni huko maeneo ya Kasenga. na Tuseme tu ya kwamba uh, ambapo sisi tulikuwepo na tumefanikiwa basi kukamata video. Video ambayo tumekamata ni pamoja na um, wazalendo ambao walikuwepo maeneo tuseme ya Kasenga na ilikuwa ni juu kwenye mlima ambapo milio ya risasi ilikuwa nasikika. Na nikukaribishe basi wewe ambaye ni tuseme ni mtazamaji, wewe ambao unaendelea kufuatilia kazi zetu, wewe ambao unaendelea kusambaza kazi zetu ambazo tunazifanya kila siku kwa siku, basi nikukaribishe mara tena leo kujiunga nasi Tumaini Afrika TV pia kusapoti kazi ambazo tunazifanya kwa kusambaza video zetu. Karibu na tuseme, asante ndugu mtazamaji, kama gizi tumesema katika kiingiri kwamba tunakujia na uchambuzi wa bari, ni kwamba milio ya risasi pia boom zimesikika ndani la jiji la Uvira, nalikuwa kwenye mlima tuseme, mlima ambao unazunguka Uvira maeneo ya Kasenga huko ni ndani wababa, ya manispa wababa, ya, mmanispa, ya Mlongwe, stadir dans la commune de Mlongwe. Ndugu mtazamaji, milio risasi imesikika, na tulipo wasogelea wazalendo pamoja na duru zetu kutoka a, tuseme e, katika a, tuseme watangazaji wetu wa habari na pia redio za mahali e, msemaji mkuu wa jeshi o, msemaji mkuu wa jeshi tuseme hapa Uvira um, ambaye anajulikana kwa majina ya Rigen Kalonja pamoja na wazalendo sehemu wa mwejelendo wamesemea kwamba ni baazi ya wazalendo ambao wamefyatura risasi, lakini basi habari hizo bado bado kabisa hazijakamilika kisawa zaidi, kwa sababu tunachunga eh, communique officiel pour que tukamilishe habari hizi. Milio ya risasi imesikika mida jioni. E, bomu zimesikika, na katika habari ambazo tumezipata nyuma kabisa, inasemekana kwamba kuna mtu a, ambaye amefariki, mtu ambaye ameuawa kutokana na tuseme risasi ambazo zimepigwa ovyo ovyo, na mtu huyu basi alikuwa huko Mulongwe akitembea a, na risasi ambayo imepigwa mbali basi, uh, ambaye ikukuwa na muvizia basi, imempata kifuani na alipopelekwa basi katika hospitali ameaga dunia. Na sisi basi tutoe tuseme mkono wa makiwa kwa familia ambayo imekumbwa na msiba, pia uh, jamii na watu wetu wa Uvira ambao wanaendelea kuishi katika hali hii sitofahamu. Ni mara kwa mara, milio risasi nalia mara kwa mara, watu wamefariki kwa zile ambazo tunaitwa katika lugha ya Kifaransa le bal perdu. Na hizi basi, hii hali basi, inakuwa kama vile inaleta ofu katika watu, katika raia. Tumewahi shudia watu wakitoka Uvira wakikimbia kutokana tu na hali hii ambayo sitafahamu, lakini upande mwingine ni jeshi, jeshi la maali kupitia msemaji Rigen, uh, Kalonji amesema uh, ya kwamba tayari hali imerudia kabisa kisawa, na watu kuita watu basi kufanya kazi zao kama kawaida, na kusema ya kwamba uh, tayari wamefanya jisi ipasavyo ili kurudisha basi uh, kitu chote kitu chote kisawa. Na mm, tuseme tu ya kwamba uh, watu wengi kabisa, raia Uvira, wanaendelea kuomba viongozi, wanaendelea kuomba wale ambao ni wakuu wa wazalendo, pia kuomba serikali ya mahali kusema ya kwamba um, kuingilia kati kabisa, ili hali hii ikomeshwe kabisa, hali ambayo inaleta hali uh, sit, sitofahamu inaleta mafa inaleta watu pia kupoteza vitu vyao na inayoleta pia watu kukimbia jiji na kuenda uh, tuseme nje ya jiji. Kuna wale ambao tumeshuhudia wakikimbilia yao Uvira eskize moi um, kuna wale ambao wanakimbilia Bujumbura, Burundi, wengine wanaenda Kalemia, wengine kabisa wanaji, wanakimbia na kuenda kuishi mbali na Uvira. Kisa ni kwamba milio ya risasi inazidi, japokuwa wale ambao ni M23 oh, bado wakingali nje kabisa ya Uvira. Na tuseme tu oh, malalamiko ambayo hatujui kama imefika kwa viongozi, hatujui kama inakuwa namna gani. Mimi sitasema mengi, basi ni baki e, ka, ka, ka, katika kazi yetu, kwa sababu tunaendelea tunaendelea kusema kwamba sisi ni watangazaji habari, lazima tuwe kabisa katikati ni tuseme ni kazi yetu imetuomba hivyo na lazima tuheshimu. Nitakupatia nafasi. Basi, ndugu mtazamaji, mahojiano ambayo tumeifanya na uh, yeye ambaye ni, ni mzalendo uh, kuka wakati kabisa milio ya risasi ilikuwa iko na lia, tumefanyikiwa basi kumuswali na kumuuliza hali hii inatokana na nini na mm, lini basi hali hii itaisha, na, na alijibu kwa maswali yetu namna na hivi. Labda e, kwa watazamaji wetu milio ya risasi nasikika Uvira inaleta um, mshtuko, tuambie kuna nini hapa. Niko nasikia miduni ya masasi lakini najua kama Uvira hakuna dui bali ni balevi tu wenye wanakunywa pombe ndio wanapigika masasi, hawajui kama masasi ni ya kupiga adui. Na tuseme nyinyi ni wazalendo, na mara kwa mara aliitu inaripotiwa lisasi inapigwa ovyo ovyo, labda utuambie inatokana na nini? Mimi ni yes, siwezi kuambia kisa ya masasi ni nini, lakini najua kama Uvira kuna kama mtu banazozana na mwingine ni lazima kwanza baikale kimya baongee na ule. Lakini kile kinatushangaza hapa Uvira, Muzalendo akisikia tukakavuruka kidogo tu anapiga masasi. Uh, mi uh, na uh, nahuzunika sana nahuzunika sana muzalendo. Wa sasa aiko ndo mzalendo wa zamani ambaye alikuwa nakitwa uh, maimai hii maziko nalia hapa kwa sasa, mi sielewi ni masasi gani Uvira. Hakuna M23 hapa, hatuna M23 pa Uvira hapa, tuko wazalendo FRDC uh, kwa sasa siaiwa masasi ni kisa gani, kisa gani? Lakin ajua kama Uvira hatuna hatu. Na mtaji aakuhatutunatutegemee t mtajiplike ili hali hiiishe tuseme na watu wake kwa ukimi. Ah hii hali taisha tu hii ni muda kidogo kwa sababu hapa ni hapani bakunywa pombe wanapiga masasi kiolela kiolela n na, lakin, tuse... piga masasi na tuseme kwako wewe eh, labda ujumbe kwa raia ambao wanawategemea nyinyi wazalendo, tuambie tu raia ya kwamba wajue kama kuna wazalendo ambao walikuja kutetea nchi na mali Uh, lakini mimi sina ile wakati ya kupiga masasi kiolela. Uh, kazi yangu ni kupiga adui tu, na nikuambia raia wabaki tu vitonjo uh, wasiogope uh, hii itapita tu, ni walevi ndio wanapiga masasi. Asante.